Kristu, omukama murungi useon. Leo katika furaha yetu ya tumaini la kumpata padre mpya Verianusi ti tutatimisibwa, tunaadhimisha sherehe ya nguzo mbili za kanisa watakatifu Petro na Paulo mitume. Mtakatifu Petro au Simoni mtoto wa Yona alikuwa mvuvi bila elimu kubwa ya dunia au elimu ya vitabu, bali alikuwa shupavu na mwenye imani kuu. Petro alikuwa mnyenyekevu sana. Alipokutana na Bwana mara ya kwanza, baada ya muujiza wa samaki, mara moja alisema baada ya kuona hayo, alianguka magotini kwa Yesu akisema, ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Luka tano nane. Mara hapo Bwana alimwita kutoka kuwa mvuvi wa samaki ili awe mvuvi wa watu. Akageuza jina lake, sio tena Simoni bali Petro, maana yake jabari, mwamba, mtu aliye imara na mtu aliye thabiti. Verianus, fuata nyayo za mtakatifu Petro, kuwa mnyenyekevu naye atakuinua juu. Utakuwa jabari katika unyenyekevu, utakuwa imara, utakuwa thabiti. Upadre ni cheo kikubwa sana, lakini ukubwa wake ni utumishi, ni unyenyekevu, ni ukawaida. Petro hakusita kuuliza maswali ili aelewe. Kwa mfano, Matayo kumi na nane ishirini na moja, akamwendea akamwambia, Bwana Ndugu yangu anikose mara ngapi? Nani nimsamehe hata mara saba? Hii ni mojawapo ya mara nyingi alipouliza maswali mahali pale ambapo alitaka kupata uelewa zaidi. Katika maisha kuna yanayotatiza, mengine hatuyajui na hatujui tufanyeje. Kila mara pata ushauri mzuri, tafuta uelewe mambo mbalimbali, usiende kutumila, na usiogope kuuliza. Kuuliza si ujinga, bali mjinga haulizi hashauriki, anadhani anajua kila kitu. Petro alikuwa anauliza sana, na hivi akaelewa anachokupata anachopaswa kufanya. Petro alipomwona Bwana Yesu anatembea juu ya maji, naye akaomba atembee juu ya maji. Yesu akasema kuja, na kweli akatembea, lakini baadaye akapata shaka, akaanza kuzama. Yesu akamshika mkono baada ya kuomba msaada. Nawe katika maisha usiogope kuthubutu katika kufanya kazi za Bwana. Ukishindwa rudi kwa Bwana upate msaada, lakini maishani usibweteke. Upadre sio kubweteka. Wanatayarishwa kwa muda mrefu sana, ili wawe na uwezo wa kutenda, uwezo wa kuelewa, uwezo wa kwenda mbele hivi na sisi kama Petro usivweteke hata mara moja, thubutu kila mara, kila mara mahali ulipo, fikiria, naweza nikafanya vizuri zaidi? Naweza nikaboreshaje mahali ambapo nipo? Naweza nikasaidiaje watu wakapata huduma zaidi? Naweza nikafanyaje watu waelewe zaidi? Huyo ndiye aliyekuwa Petro, alikuwa anajituma, alikuwa anathubutu, alikuwa anawajibika. Na wewe kijana wangu, kila mara thubutu, kila mara jitume, kwa kushirikiana na wengine uweze kufanya kazi bila woga. Wewe ni mtoto huru wa Mungu. Petro kila mara alifanya kazi kwa furaha bila hila, na wewe kama pa-uwe ili uwe padre mzuri. Uwe kila mara mwenye furaha. Padre mwenye furaha hata katika hali iliyo ngumu na yenye matatizo ndiye anayeleta tumaini kwa watu, Padre anayepokea na kwenda mbele akijua kwamba Mungu ndiye anampa nguvu. Petro alikuwa na imani na upendo mkubwa kwa Bwana wafuasi walipoanza kumwacha Yesu walipoulizwa mitume kama nao wanataka waondoke mara moja alijibu kwa niaba ya mitume twende wapi bwana wewe unayo maneno ya uzima wa milele Yohana 6:67 Verianus hata mara moja usisite au kuyumba katika wito wako, lije jua ije mvua, tunu yako ni upadre. Piga ua, shikilia upadre wako, usiachie hata mara moja. Kuachia upadre ni balaa. Hadi ikiwa ngumu, nenda kwa mama Maria. Mama Maria mama wa mapadre, atakushika mkono na kuinua. Bwana atakuwa pamoja nawe, kama tulivyosoma katika Matendo ya Mitume, Petro alipokuwa amefungwa na minyororo mikubwa, lakini Bwana akatuma maraika wake, minyororo ikaregea. Na wewe ukishikwa na minyororo, ukishikwa na shida, ukishikwa na changamoto, usiachie hata mara moja, bali nenda kwa Bwana, kwa Mama Maria na minyororo yote itaregea. Katika nyakati muhimu za maisha ya kitume ya Kristu Petro alikuwepo pamoja na Yakobo na Yohane kwenye mlima wa Tabo, alikuwepo Kristu alipogeuka sura, alipomfufua mtoto wa Jairo, Luka nane arobaini na alivyoteseka katika shamba la Getsemani, Petro alikuwepo. Nawe kuwa karibu na kanisa nyakati zote, katika matukio ya kanisa unapohitajika uwepo, usijitenge na wengine, katika raha na katika taabu. Kuwa na kanisa, kuwa na askofu wako kuwa na mapadri wenzako, na unapoitwa itikia, sema nipo hapa, kama ulivyoitikia sasa hivi. Hapo utafaulu na kudumu katika wito wako. Padri atakayeshindwa kuanza kwa kujitenga na wengine. Yesu alipouliza mitume wake baada ya kumwambia watu wengine wanasema nini juu yake, alipowauliza akasema nini, je, mnafikiria mwana wa adamu ni nani? Petro akusita alikiri imani yake katika Bwana, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndiyo Injili tuliyoisoma leo. Bwana Yesu kwa kusikia hayo ambayo yanatoka kwake Mwenyezi Mungu akampa madaraka ya kusimamia ka, kanisa lake. Nami nakuambia, na wewe ndiwe Petro, maanake wewe ndiwe jabali, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Wala milango ya kuzimu haitalishinda, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Imani yako ndiyo nguzo yako, imani yako ndiyo tegemeo lako, na imani yako ndiyo itakayokupeleka mbele katika kazi unazozifanya tunavyoshiriki imani ya Petro ndivyo tunavyoshiriki katika madaraka yake kwa viwango mbalimbali mbali. Imani yake ndio ilimstahilisha kupata madaraka aliyoyapata, na wewe ni imani yako ndio inakustahilisha kupata madaraka ambayo utayapata leo kwa kuwekewa mikono na kwa tamko la baba askofu; ni ile imani uliyonayo katika Kristo na hiyo ndiyo itakayokuchukua mbele. Kila mara Kristo awe kwako Mwana wa Mungu aliye hai. Na ndiyo sababu Bwana wetu Yesu Kristu, baada ya kuhakikisha kwamba Petro anampenda, alipomuuliza, Je, unanipenda kuliko hawa, akasema, Bwana, we wajua kwamba nakupenda Verianus, kila mara jibu kwa Bwana, wewe wajua kwamba nakupenda, na yeye anayekutazama rohoni ajue kwamba kweli unampenda, na kila mara atakwambia chunga kondoo wangu. Na hiyo ndio kazi kubwa anayoipata leo natokea hapo. Mtakatifu Petro alichunga kondoo wa Bwana, alikuwa kiongozi wa kanisa aliyetambulika na wote, yeye alikuwa kinara wa kanisa la kwanza. Katika maisha yake aliweza kuwaelewa wadhambi, kwa sababu na yeye alikuwa mdhambi. Alikuwa amemkana Bwana mara tatu, na kwa namna hiyo Petro alitambua kwamba yeye ni mdhambi na akawatambua na kuwajua na kuwaelewa wadhambi na kuwahurumia wadhambi. Na wewe kama Petro, tambua kwamba wewe na mimi sote ni wadhambi. na hivyo tutaelewa wadhambi wenzetu wanavyojaribu kupona, tutawashika mkono. Dunia si ya malaika. Hivyo katika maisha yako watafute wadhambi na wapeleke kwa upendo, kwa Mungu, kwa sala na kwa ukarimu. Anayesamehe wadhambi, iwe katika sakramenti ya kitubio na iwe katika maisha, si wewe, ni Mungu. Wewe ni chombo tu cha kutoa msamaha wa Mungu. Na baada ya Pentekoste Petro alikuwa kiongozi wa kanisa mpaka alipouawa akisulubiwa kichwa chini, na katika ukubwa huo mtakatifu Petro, juu ya kaburi lake limejengwa kanisa katedrali ya ulimwengu pale Vatikani. Tunayemwadhimisha leo mwingine ni mtakatifu Paulo. Jina lake asili alikuwa Sauli. Wazazi wake walitokea Galilaya, lakini yeye alizaliwa Tarso kule Kilikia, nje kidogo ya Palestina, kati ya Wayunani au Wagiriki. Sauli alijifunza lugha ya Kiyunani pamoja na utamaduni na falsafa yake, na kutoka kwa baba yake alipata uraia wa Roma, na kwa namna hii Saul alikuwa na tamaduni zote tatu za wakati ule. Myahudi kwa kuzaliwa, wazazi wake walikuwa Wayahudi wa, wacha Mungu, na hivi akajifunza lugha na dini ya Kiyahudi. Akawa Mrumi kutoka kwa baba yake, na kwa utamaduni aliyojifunza akawa Myunani. Hivyo Paulo aliweza kusema kweli kweli, mimi niko hivyo kwa wote, kwa Wayahudi na kuwa Myahudi, kwa Wayunani na kuwa Myunani. Nasi sio lazima tujue falsafa nyingi hizo, na sio lazima tujue lugha nyingi hizo, lakini kila mara tuwe kila kitu kwa kila mtu: Mkulima kwa wakulima, mfanyibiashara kwa wafanyibiashara, mvuvi kwa wavuvi, kijana kwa vijana, na mzee kwa wazee. Usitake wengine wageuke kufiti hisia zako, bali ingia katika hisia za wengine na uwalete hisia zao kwa Bwana, sio kwa hisia zako wewe. Ni mhudumu wa Kristo. Sio lazima wafiti wewe, bali wewe uwafiti wao. Wewe kama mhudumu wa Kristo, kama Mtakatifu Paulo, ujue kuwaleta wote kwake. Uwe mtu wa watu, kumfanye Yesu apendeke na sio kukimbiwa Matayo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 ambapo yeye ameufanya uwe mwepesi. Mtume Paulo hakuwa mmoja wapo wa wale mitume kumi na wawili, bali alichaguliwa na Kristu, ingawa toka mwanzo alikuwa na wahujumu wa Kristu. Ndiye alishuhudia kifo cha Stefano, lakini Bwana akamchagua na akamwita akiwa njiani kwenda Damasco kwa wahujumu wa Kristo. Natangia hapo alipoitwa na Bwana akawa mtume wa mataifa kuzidi hata mitume wengine wengi. Historia yake ni uingilishaji wa mataifa, na alifanya kazi hiyo, akafungwa, akadhulumiwa, akapigwa mpaka akauawa pale Roma, kwa kukatwa kichwa. Mtakatifu Paulo ni mtume wa mataifa. Yeye alitetea uhuru wa Ukristo na maendeleo yake. Alikuwa misionari mkubwa sana katika historia ya Ukristo. Alianzisha makanisa, aliyafuatilia na kuyawekea miundombinu na kuyawekea viongozi wa kuyaendeleza. Fuata mfano wake, uwe misionari Yaani, uwe tayari kuhudumia popote pale utakapotumwa. Yeye alihudumia kila mahali, hata pale aliponyanyaswa ikabidi wamshushe kwa kikapu kutoka dirishani. Na kuwa kama Mtakatifu Paulo alipata shida nyingi, lakini hakukata tamaa. Ukipangwa kwenye kiyoyozi umshukuru Mwenyezi Mungu, ukitoka hapo ukapangwa kwenye kibanda ambacho hakina selfu na unaweza kwenda mita mia tano, na hapo umshukuru Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo kazi ya upadre, kuwa tayari kuhudumia kila mara, kusema mimi hapo, mimi hapa, nitume mimi. Paulo, licha ya kuwa msomi, alifanya kazi ya kushona mahema akitumia mikono yake kujitegemea kwa namna ya hiyo alihimiza Wakristo wasio wavivu, bali wafanye kazi. Sisemi wache ibada na kwenda kufanya kazi ya kulima na kuchatua matofali, lakini ikibidi kwamba utumie kazi ya mikono yako usiogope, usiogope kuchafuka. Kati ya mitume ndiye tayari ametayarishwa vizuri Alikuwa mwana falsafa na mwanateolojia. Yeye ndiye baba wa teolojia ya Kikristo <coughs> aliandika vizuri sana, akiwa na hoja zenye mtiririko mzuri, hata kuliko alivyoongea. Kama Mfarisayo alijua vizuri sheria za Musa na maandiko matakatifu. Alitumia ujuzi wake na nguvu zake zote kueneza neno la Mungu na kujenga ufalme wa Mungu. Nawe utapewa upadrisho katika sherehe ya hawa wawili. Fuata nyayo za Mtakatifu Paulo kila mara, jitayarishe vizuri katika kazi ya Bwana. Yeye alihubiri aliandika na kutetea imani. Na wewe kamwe hata mara moja usiende kuhubiri bila matayarisho. Kila mara nenda na karatasi iliyoandikwa, sio kutoa vitu kichwani kichwani. Kanisa sio la kwako, ni la Kristo, na vile vile unahubiri ya Kristo, sio ya kwako. Mahubiri si hadithi binafsi, bali ni hadithi za Bwana. Soma sana ujue mambo ya kanisa na kuyahusisha na ulimwengu wa leo katika fundisho rasmi la kitabu walioandika, niwe nafundisha, nitatoa nukuu kama mbili tatu hivi, wanasema hivi nanuku, na nukuu: na kwa njia hii mafundisho yake yako yaweishe kwa watu wa Mungu na manukato ya maisha yako jawe furaha kwa mwaminio Kristo, ili kusudi kwa neno na kwa mfano kupate kuijenga nyumba yaani kanisa la Mungu. Mwisho wa nukuu. Mtakatifu Paulo alisisitiza sana juu ya utakatifu wa ekaristi na heshima saiki la sivyo, anasema unakuwa unakufuru dhidi ya mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo. Shemasi Verianus, nashukuru Mungu, tulisali pamoja kipindi chote cha Juma kuu iliyopita katika parokia ya Bukoba na katika parokia ya Ruamikenye na katika vigango mbalimbali vya Ruamikenye. Nilifurahi sana kuona utaua wako heshima yako kwa matakatifu, usafi katika ibada na matayarisho uliyoyafanya. Ninakuomba tena, nakuasa tena sana, usigeuze hata mara moja kiwango cha heshima na staha. Maisha yako yajikite kwanza katika huduma ya matakatifu, kugawa sakramenti na kwa namna ya pekee Ekaristi Takatifu. Kazi ya kwanza ya padre ambayo hawezi kumpa mtu mwingine amsaidie ni kugawa matakatifu, kuadhimisha sakramenti. Hawezi kumwachia katikista, hawezi kumwachia mwenyekiti wa kanisa ili wakusaidie. Hilo ni jukumu lako, na ulichukue kama jukumu la kwanza. Kazi ya kwanza ya padre ni kutakatifuza kugawa sakramenti na kuhubiri neno la Mungu. Nukuru ya pili inayoitoa katika kitabu rasmi na nukuu, kwa njia ya ubatizo utaliongezea taifa la Mungu waamini wapya, kwa sakramenti ya kituvio utasamehe dhambi kwa jina la Kristo na la Kanisa. Kwa mpako mtakatifu utawafariji wagonjwa. Unapofanya ibada takatifu na katika mfululizo wa saa za siku, utamtolea Mungu sala za sifa na shukrani, si, si kwa ajili ya taifa la Mungu tu, bali kwa ulimwengu mzima. Kumbuka kwamba ulitwaliwa kati ya wanadamu ukawekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya Mungu, hivyo timiza kazi ya kikuhani ya Kristo kwa furaha na daima katika upendo wa kweli, ukiyatafuta si mambo yako mwenyewe bali ya Kristo. Mfano fundisho rasmi la Kanisa la leo linamaliza kwa msisitizo mkubwa, na hatimaye na nukuu, na hatimaye: mwana mpendwa, maanake wewe kwa upande wako fanya kazi ya Kristo kiongozi na kuhani chini ya askofu na katika ushirika naye, ujibidishe kuwakusanya waamini katika familia moja, ili upate kuwaongoza kwa Mungu Baba kwa njia ya Kristu na katika Roho Mtakatifu. Ndiyo maana umkazie daima macho yako Yesu Kristo aliye mchungaji mwema ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kutafuta na kuokoa kila kilichopotea. Mwisho wa nukuu. Haya ni maneno muhimu sana. Katika kufanya kazi katika kanisa, lazima uwe katika ulika wa mapadre, ukiwa na umoja na mapadre chini ya askofu, na kwa ushirikiano na waamini unaowahudumia, na kwa uhusiano wa upendo na wale wanaozunguka hata wale wasiokuwa waamini. ninakuombea ufuate nyayo za watakatifu hawa wawili, nawe uwe mtume wa neno la Mungu kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo yako, kama anavyosema Mtakatifu Paulo kwa Timotheo, barua ya pili Timotheo sura ya nne aya ya pili Lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa, karifia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na kwa mafundisho. Kila mara kumbuka kwamba wewe ulichoambiwa, kila wakati usadiki kile unachokisoma katika neno la Bwana, na kufundisha kile ulichokisadiki lakini uwe wa kwanza wewe kutimiliza kile unachofundisha, ukitimiliza mapenzi ya Bwana tunakuombea, mwishoni mwa siku zako uweze kusema kwa fahari kama anavyosema Mtakatifu Paulo katika barua ya leo, nimevifiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. baada ya hayo nimewekewa faji ya haki, imewekewa taji ya haki ambayo Bwana Mungu mwenye haki atanipa siku ile. Shukurani kwa wazazi na wote waliokusaidia katika wito wako, hata mara moja usiwasahau ukiwa katika altari ya Bwana. Ninawashukuru nyote, tuendelee kumwombea shemasi wetu